Nyoosha kidole, Adela, sina nia mbaya ya kukurudisha darasani. Ni maajabu yaliyojificha katika msitu huu wa Vikindu, utalii wa ekolojia na matarajio ya wa wasanii toka shirikisho la sanaa na maonyesho Tanzania, Shisama. E, sisi kama wasanii watu mbalimbali ambao tumekuja hapa kupitia shirikisho la sanaa mimi kama entertainer napenda kuhamasisha wenzangu wote watu, watu wa burudani, tuwe na moyo wa kuja kutembea tembelee vivutio vyetu vya ndani. Tumezoea kwenda Mikumi, tumezoea kwenda mbuga mbalimbali, lakini kumbe hapa hapa kwetu, karibu zaidi Pwani, tuna vitu vizuri sana vya asilia. Mkurugenzi wa JJM Camping and Adventure Big John Tandao awatamanisha wasanii uzuri wa utalii watakaokuta katika msitu huu wa Vikindu. Msitu wetu huu ni utalii wa mandhari. Kwa hiyo mtakapofika, kuna sehemu mtaziona ambazo tutakuwa tunazielezea kila mahali, kwa kumaanisha kwamba utalii ikolojia ukoje. Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana, na hapa tunaenda kuona kwamba unaambiwa Take nothing but the picture. Ni sehemu ya kwanza ya makala ya kipindi pendwa cha Chetu ni Chetu, kila Jumanne saa tatu na dakika hamsini usiku ITV.